Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Roboti mbalimbali zilizowezeshwa na maendeleo ya sayansi na teknolojia zimekuwa wasaidizi katika maisha ya watu na vile vile kazi na uzalishaji. Siku hizi roboti zinazotengeneza sanaa ya kwenye kahawa zinaweza kuonekana katika maeneo mengi kama vile wilaya za biashara na maktaba. Imewaharimu wateja yuan ishirini pekee kununua kikombe cha kahawa ya latte chenye mchoro maalum wa povu juu yake. Kampuni inayozalisha roboti kama hizo ni kampuni binafsi iliyoko katika mji wa Zibo mkoani Shandong mashariki mwa China. Mwaka elfu mbili na ishirini na nne kampuni hiyo ilipokea oda nyingi kutoka ng'ambo. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Obo Robotics Bwana Han Yungwang alisema mashine hutumia mfumo mmoja kudhibiti mikono miwili ya roboti, kila mmoja ukiwa na viungo sita. Ina maana kwamba mfumo huo unadhibiti viungo kumi na mbili kufanya vitendo tofauti ambayo ni vigumu sana. Inachukua sekunde sabini na tano tu kwa mashine kutengeneza kikombe cha kahawa lati na muundo wa povu juu yake. Aliongeza kuwa kwa sasa uagizaji wa roboti hizi shirikishi umekuwa unaendelea kuongezeka. Kwa sasa kampuni hiyo imekuwa inaongoza katika sekta ya roboti za aina hiyo. Hata hivyo, ilikuwa katika matatizo ya kifedha miaka mitano iliyopita. Wakati huo, mamlaka ya mji wa Zibo walikuwa na wasiwasi kuhusu mustakabali wa sekta ya roboti za namna hiyo. Serikali ya mtaa ilisaidia kampuni hiyo kwa kuihifadhi yuan milioni mia tatu. Kutokana na msaada kutoka kwa serikali ya mitaa, kampuni ilianza kufanya kazi miezi mitano tu baadaye. Kuanzia wakati huo, matokeo ya roboti zake yamekuwa yakiongezeka kwa kasi na sehemu kubwa kwenye soko. Mapato ya mauzo yake yaliongezeka kutoka chini ya yuan milioni hamsini mwaka 2020 hadi yuan milioni